Kilimo biashara cha ufugaji wa kuku kuanzia faranga wa siku moja hadi mwezi mmoja kinaendelea kuenea wakulima wengi katika jamii. Lilian Nyongesa ni mmoja wa kina mama waliovunja mnyororo maskini kwa kujiingiza katika biashara hii, kupitia ufugaji wa kuku ameweza kujitegemea kifedha na kuboresha maisha ya familia yake. Jina naitwa Lilian Nyongesa. Ni mkulima wa nafuga kutoka siku moja hadi mwezi mmoja, ama auzia wale wanamda fua hadi ifike kula. Sasa tafningie kwa hii miradi, ilikuwa nafuga dogo, nilifua kwamba kufuga mdogo afike mwezi mmoja ni rahisi nikaona sasa faida inakuja kila mwezi biashara kwa, so kwa, bia bia kwa matumizi mengine so, kama kulipa school fees. Sasa naangalia. Hali kadhalika ni kwa Lucy Njeri, ambaye anajivunia mafanikio aliyopata kupitia biashara hiyo. Lucy anasema ufugaji wa kuku umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa familia yake na umeleta mabadiliko makubwa katika maisha yao ya kila siku have... na kwangu ile faida yenye nimepata na watoto today. wako shule. In today na, na mahitaji mengine bali wako na kwa nyumba, hakuna siku ninaitisha mzee chochote kile mimi and... mwenyewe ah... na kita. Aidha Njeri ametoa wito kwa, kwa, kwa kina mama na vijana kuachana chana na dhana kwamba hakuna ajira, akisisitiza kuwa ufugaji wa kuku ni biashara inayohitaji mtaji mdogo lakini yenye faida kubwa endapo itasimamiwa ipasavyo.